Center. Center. Wadada wadadana mmekaa kama vile hampo, mpo wadada? Oe. Oe. Mm, mipaka. Bado ile topic yetu eh? Kuna mtu tayari? Okay. Kifle. Tena hapo naomba wadada, sasa mwishoni, wakati tumemaliza seminar huwa yeah, kuna kunakuwa na uh, unafanyaga kama pale briefing, ya, briefing, wamejifunza nini. Correct, na wasikilizaga waga siwaelewi kwamba walikuwepo kwenye semina au hawakuwepo. Yani majibu yenu waga hayaonyeshi ushirikiano kama mlikuwa kwenye semina. Sasa hivi mnakuwa hapa miili, akili zinakuwa hazipo. Sijaelewa. Naomba leo akili yako iweke hapa, kwa sababu mabosi wenu wenyewe wanaowaruhusu kuja huwa wanatuuliza hawa, oh, dada wamekuja kwenye training gani? Kuna haja gani ya kuja kama dada anarudi yuko vile vile, lakini tukimwambia sikiliza content sikiliza seminar iliyopita, akienda akikagua, anasema mbona mmeongelea hivi vitu na sioni kwa dada. Sisi tunaelewana eh? kwa hiyo hapa, wakati wa kuondoka, utuambie uchojifunza kutokana na semina ya leo. Hatuji hapa kupoteza muda, mabosi hao like waliokuja hapa, hata nyinyi wenyewe, hata sisi tumefunga ofisi kwa ajili ya hili jambo. Kwa hiyo naomba uweke akili zako hapa usikilize kinachozungumzwa na kikuingie, na unapoondoka pale, utaongea na karo, mwambie ulichojifunza, na ukirudi nyumbani, ukirudi kazini kwako, uende ukaimplimenti, bosi wako aone tija ya wewe kutoka na siku nzima hauko nyumbani kwake, ukifanya kazi aone mabadiliko. Wadada Senta, nguzo ya familia! Wadada Senta! Hata msipoitikia ndio hivyo, mmesha kuja huku maji mmeyavulia nguo, ndugu zangu, lazima myaoge. Hapa ni kazi, kazi. Sawa eh? Haya, sawa. Sasa kabla sijaingia wao kwanza kutupa briefing kuhusu topic yenyewe, ningependa kushare nao ile story moja ambayo tuliifanyia content madam ya dada Frola, si mmeiangalia? Wengi wameiona, mmeiona eh? Topic ya yule dada tuliompeleka kule akawa anaagizwa kufanya majukumu fulani, akawa anasema kwamba that is not my thing, yani hiyo sio kitu changu. Kwamba anajiwekea mipaka au limits kwenye kazi anazokuwa assigned, nyingine ikiwa kwamba ni kwa ajili yake yeye mwenyewe, kwa ajili ya yani kwa manufaa yake, kwamba labda bustani, mambo ya kufuga, labda kufanya usafi wewe unapoambiwa kazi za nyumbani, mipaka yako unadhani ni ipi? Unatokea ufanye kazi kwa levo gani? Sasa hicho ndo ninachotaka nipate majibu kutoka kwenu, kwamba wewe unapofanya kazi pale nyumbani kwenu, hapo kwa bosi wako, unafanya kazi mpaka wapi na kipi kinakuonyesha kwamba hapa sitakiwi kuvuka au hapa ndo mwisho? Au hapa bosi wako amekupa mipaka ipi? Au wewe umejekea mipaka gani? Sisi tunaelewana. Huyu dada yeye alienda Mtwara na kidogo pale kulikuwa kuna majukumu ambayo ni ya nyumbani, ni mazingira ya kijijini kidogo. Kwa hiyo kuna, ma, kuna majukumu aliyokuwa anaombwa afanye au ayafanye, anasema mi sijazoea, sio vitu vyangu, naogopa sijui nyoka nini. Kwa hiyo vikao vinamfanya ashindwe kufanya majukumu kama tulivyotarajia au kama alivyoambiwa anaenda kufanya yeah. nyoka nyoka, sasa namuogopa ndio kwamba atanizuru, lakini ni mazingira ya kazi alafu, ni maeneo gani, pamekaaje? Sawa, wewe uogopi nyoka. Ndio maana nimesema natoa story, na wao watadigest, wanaiona mimi naogopa. Sawa, okay, tutaendelea, mtaleta hii hii mada. Kuna, kuna ina vitu viongee wazi kwamba wote mnatokewa mchangie. Tuna mabosi, baadhi ya mabosi hapa, tuwe open, tuwe wazi, tuongee vitu wazi. Um, amesema mipaka, hatuzungumzi tu mipaka ya utendaji, lakini kuna mipaka ya nidhamu Sindiyo? vitu kama vya maonekano, mavazi, uh, lugha za kuongea. Kwa hiyo tunazungumzia mipaka ya kila kitu, sio mpaka mmoja tu wa utendaji. Kwa hiyo, dada, mnaweza mkawa mna mipaka yenu mnawaza kichwani, mabosi pia mna mipaka yenu. Sasa tunataka leo tuiongelee. Of course hii ni mada kubwa, labda leo itakuwa ni mwanzo. Nyinyi, wewe kama mwajiri unafikiri mipaka gani dada anatakiwa asivuke kwenye hivyo vitu vyote, mavazi uh, ma, ma, maneno, lugha, kwenye watoto, kwenye chakula, majirani, sijui nini, kuna vitu chungu mzima. Kwa hiyo na wadada na nyinyi pia wengi mko kazini tayari, kwa hiyo mtu waambie, nyinyi mnafikiri mipaka ni wapi kwenye kila engo ya kazi zako, kwenye interaction. Kuna nyingine, kwa mfano, ndugu akija kutembelea bosi zako, unaanza kuwa, inakuwa shida. Umeona hizo zote ni, unacheka zote ni, ni, <laughs> ni, ni, ni maeneo ya mipaka. Sindio? Kwahiyo tuongee wazi, sindio? Tunachokitaka ni kuelimishana. Kuna baadhi ya vitu tunaweza tukanyoosheana vidole, lakini tuelimishane kwanza. Sijui sijui, tunaelewa tuelimishane kwanza, hivyo vitu vingine vije baadaye, kabla tujaanza kunyoosheana vidole kwanza, then we move on, sindio? Aya jamani, karibuni. Nani anatufungulia mipaka yako? Kazi za ndani ni Swali limeeleweka wadada, eh? Utawapelekea maiki ambao tutawauliza maswali kama okay. Wao kama wo kama wataki kuchaje mipaka, sisi tutawauliza maswali, watuambie so wao kama hicho kitu wataweza kufanya, maana labda wanafikiri mipaka ni kitu cha ajabu sana. Si offense, ni kitu ambacho unakubali kufanya, au ni shida dada kwa namna nyingine huko? Ah, tayari wadada center. Kwangu mimi naona kwenye kazi za ndani hamna mipaka, kwa sababu yani pale ni kwa bosi. Wewe unamwokeaje bosi wako mipaka, kwamba hiki kitu sitaki kifanyike? Labda kama kuna ukatili sawa, lakini kwamba kwamba kuna mipaka, sio kweli. Mfano mzuri, mimi kipindi nafanya kazi sala sala, nilipofika tu bosi wangu wangu akaniambia, chumbani kwa mme wangu hamna kwenda kufanya usafi, lakini baada ya kukaa muda kidogo aliniruhusu kwa hiyo mimi niligundua kwamba ilikuwa ni kwenye kunichunguza lakini hamna mipaka. Eh. Kwa hiyo nafikiri kwa nini mwanzoni nilikataza, usende chumbani. Ni ile tu, kwa na wasiwasi, unajua mtu ndo amefika. Wasiwasi ni. Haumfahamu na yeye hajakufahamu. Kwa nini umruhusu kila kitu, akifahamu kwa muda mchache? Kwa hiyo ndo vile unapewa muda kwamba kitu fulani usifanye, lakini baada ya muda utafanya. Kwa hiyo wewe ulichukuliaje hiyo, kwa sababu kuna wadada wengine hapa kama nafikiri workshop iliyopita wakawa wanasema oh, bosi wangu aniamini wa sijui asiponiamini, uh, nashindwa kufanya kazi yani. Eh, sijui, ni kawaida. Hata kama ni mimi kuto kumwa, yani kumwamini mtu ile kwa muda mfupi sio kweli. Hata mimi hapa kuna wadada wengine unaweza ukaniomba namba, ni sikupi nakupa namba yangu tunaongea nini? Sikufahamu, yani ndio kwanza tumefika hivi tunafahamiana, unaanza kuniomba namba, sio kweli. Ndio mambo ya umbea sasa tunaa tafutaga kwa hiyo mimi mpaka nikuzoe tunaweza tukapiga story mbili tatu, lakini umeniona leo naomba namba, sio kweli. Kwa hiyo ukitumwa njiani, yani kwenye kazi za ndani, mipaka namba, namba. Mimi naona mna mipaka. Hata ikitokea bosi anakuambia kanipelekee hela angu sehemu fulani, mgine naweza kumwambia mimi siwezi kwenda, kwamba sio kazi yangu. Kwa hiyo wewe hamna kitu chochote ambacho kuwacha ukatili umesema kwenye, kwenye lugha mabosi wako no. nataka wa nikuulize ni e, eh, e, swali, dada Fausta, yana, swali. Um, bosi wako akitaka umpakulie chakula umpelekee chumbani kwake kwako hiyo unaionaje? Haina shida bosi yoyote, maana nilipofika tu anipa maelekezo kwamba chakula cha baba kinakaa sehemu fulani, na usimwamshi hata kama ikitokea umeshaivisha, akisikia njaa mwenyewe kwa muda wake atakifata. Lakini kwa yeye fresh, nampakulia na niambia niwekee kidogo tu, kama nikihitaji nitakuita uniongezee. Eh, kwa hiyo nampelekea, haina shida. Wewe kwako huoni kwamba ni usumbufu? Jamani, mimi nishawapikia, na ndicho kitu ni. kilichonipeleka pale Yaani siwezi kuona kwamba ni usumbufu. kimenitoa nyumbani nini, si ndio? hiyo kazi za ndani kwenda kufanya kumsaidia bosi. mm -hmm. Kwa nini niseme ni usumbufu? na mtu nakaa pale kwake nakula chakula, nalipa mshahara, kwa nini niseme ni usumbufu? Aise, asante. Mi sina swali kwako. huyu ameguna naomba aniambie. ameguna nini? Ameguna. Dada, sijaguna nimesikia okay. Mm, sema yani kuwa huru okay. Amna shida labda wewe, alipo sema sema nini, labda niwe precisely ameguna wapi? Hey. Dada alipomwambia kwamba kwa hiyo wewe unampakulia bosi wako unampelekea chakula chumbani, akasema ndio, ndo kilichonitoa nyumbani okay. Yeye akaguna, ulichoguna ni kumpakulia au kumpelekea chumbani? Kwa dada center yani inategemeana na makubaliano kati yako wewe na bosi na sheria zilizopo pale. Kiukweli mipaka katika kazi za ndani zipo. Mfano u, u, ukiangalia labda useme um, unafanya kazi za ndani bosi anasema chumbani kwangu. Yaani kiufupi tu nategemeana na sema na, unachokiwaza sema sema hiyo hiyo <laughs> mipaka <laughs> Ah, ah, okay. Seba, seba. Jamani, tuko hapa kwa ajili ya kusaidiana. Huyu anasema kwake hakuna mpaka. Mwanzoni bosi alimwambia usifanye usafi chumbani kwangu, lakini baadaye akagundua alikuwa anamchunguza ajue ana uaminifu kiasi gani. Baadaye akamruhusu. Sasa hivi anafanya usafi akiitishwa, leta chakula chumbani. Ameshapika kila kitu, lakini bado bosi anamwambia nipakulie, niletee. Anasema hizo ndio kazi hizo. Mpeleka pale. Sasa wewe kwanza umeguna maana yake uko tofauti na mtazamo wake ambao hauna ubaya. Hapa kila mtu anaruhusiwa kuongea mawazo yake, kwa hiyo wewe ongea mawazo yako, kuwa na amani kabisa. Hatuwezi kuwaza pamoja, kila mtu ana, analoliwaza. Wewe sema, kwa sababu usipo usipozungumza alafu tukajua na namna ya kusaidiana, maana yake kule kazini unaweza kuwa unashindwa una kutoa huduma nzuri tunaelewana kuna vitu labda kweli wewe unavyoona ni mipaka, labda kweli ni mipaka. Kwa hiyo lazima uongee ili tujue, kwenye kazi za ndani kuna mipaka, na bosi anapokuagiza baadhi ya kazi, je, hizo kazi ni jukumu lako? Sasa tumemsikia dada hapo ameongea vizuri sana. Wewe umeguna, tuambie kwa nini umeguna, utakuwa una mawazo tofauti. Karibu kuwa huru senta. A, mipaka Yani sehemu yote katika kazi zote ile mipaka ipo. Tunapoongelea kazi za ndani, mfano pale bosi bo anapokuambia usi nguo fulani sitaki uvae. Tayari hiyo ni mipaka. Yani hataki kuona yani unaonekana, yani anataka kuonekana muonekano fulani hivi anaotaka yeye akuone. Yaani tayari hapo ya ameshakuwekea mipaka, au ukiongelea upande wa chakula. Anasema mimi chakula fulani hivi nataka upike hivi, sitaki upike hivi ali hapo ameshakokea mipaka. Kwa hiyo mimi naona mipaka katika kazi za ndani zipo, sehemu za usafi, mavazi, heshima, lugha pia. Maybe labda yeye anataka, yani kwa kwa muda mwingi utumie Kiingereza labda kwa ajili ya watoto wake ili wajengiwa epesi, ndo kama hivyo dada alivyogani tradition kwa hiyo wewe mipaka yako ni ipi? Wewe mwenyewe binafsi, um, wewe unapokuwa kazini, wewe mipaka yako mwenyewe binafsi ni ipi? um, kwa mimi hapa mipaka yangu, mfano kazini pale, yaani kuingia chumbani kwa bosi ovyo, hapana, ila tu kwenda kufanya usafi, kuchukua nguo za watoto, mwisho hapo, yaani hapo ndo mipaka... Yani, kuingia okay, chumani bosako ovyo e. Kwa hiyo umesema unataka uingie tu kikiwa kuna yani images e, okay, kama mipaka kama hivyo. Sawa, kingine? Um, hivyo basi ni vitu gani bosi akikuagiza ufanye kwako kwa unaona, ah, hizi sio kazi zangu au hizi sio kazi za ndani kwa mimi pale, yani mfano tu, kwa mimi pale ninapofanya kazi, kazi zote naona kwangu ni zipo sawa. Yani make pale ni usafi, usafi wa nyumba nzima, yani kazi zote kwangu mimi pale naona zipo sawa sawa, amna mipaka upande wa usafi, nini kufanya. Tukito, tukienda na huu mfano niliomuuliza hapa kwa dada kwamba kuna dada akiagizwa kwamba naomba unletee chakula chumbani We, hilo unaichukuliaje? Hapo ah, inategemeana kutokana kama bosi amekuruhusu, yeye unafanya.